Leo ni siku ambayo tumempata spika mpya ee, mheshimiwa Zungu na kupitia, kupitia uspika wake, mimi kama mbunge kwanza nampongeza, lakini pia nina imani kubwa sana na yeye, kwa sababu alikuwa ni naibu spika, amekuwa ni kiongozi kwenye nyanja mbalimbali. Sasa nina imani naye na naamini na, na, na, kwamba tutavuka pamoja naye vizuri na kama jinsi ambavyo amesema yeye mle ndani ni kwamba tunakwenda kushirikiana pamoja wabunge pamoja na spika na jopo zima, tunakwenda kushirikiana kuhakikisha kwa kwamba masuala ya nchi yanaenda ya yanaenda vizuri yes. okay. Sawa, so, pengine utuambie uh, mchakato wa uchaguzi kwa ujumla kwa upande wako ulionaje? Ulikuwa na haki, vitu kama hivyo, na vile viti ambavyo mmevipata mmestahili au kuna namna nyingine ambayo ilikuwa okay. Kwanza nitajibia kwa upande wangu wa jimbo la Segerea yeah. na nitajibia uh, kiti ambacho nilikuwa nakigombea Leo nimeapa kama mbunge wa jimbo la Segerea. Sasa ukiniuliza kwamba uchaguzi ulikwendaje, sidhani kama unategemea niseme ulikwenda vibaya, kwa sababu nimepambana, nimeshinda. Wananchi wa jimbo la Segerea walinichagua kwa kura nyingi sana, laki mbili na hamsini na sita, na nimetangazwa kwa hizo kura. Kwa hiyo uchaguzi ulikwenda uli uli uli ulikwenda vizuri uli, lakini kila jambo linakuwa na mapungufu yake. Yapo mapungufu ambayo yameonekana kwenye swala zima la, la, la, la uchaguzi sasa sidhani kama hilo ni wakati wake kuliongelea kwa sababu umeniuliza, sio lazima la mimi niliona namna gani uchaguzi kama mimi mgombea wa ubunge. Ndo hivyo, ndo maana niko hapa sasa, nimeshinda, nimetangazwa, ni mbunge wa jimbo la Segerea. Kwanza nilikuwa ni mbunge wa viti maalum kupitia Chadema, tulikuwa ni wachache, tulikuwa tunaitwa um, kundi la wachache wa, wa bungeni, lakini ninyi ni mashahidi waandishi kwamba tume deriva tume, tume vizuri sana pamoja na kwamba hatukuwa na kambi rasmi ya upinzani lakini hoja zetu nyingi zimesikika. Mimi mfano kama mimi nilivyokuwa niko mbunge wa viti maalum, ziko hoja zangu nyingi sana zenye tija kabisa kwa ajili ya taifa zimesikika, na baadhi zimefanyiwa zimefanyiwa kazi. Sasa tunaingia sasa, ni yale yale kama ya bunge la kumi na mbili, si ndio? Tuko wachache, mimi bado naamini kwamba katika masuala mazima ya mabadiliko, mageuzi au kusimamia jambo, inawezekana usihitaji wingi mkubwa sana, kwa sababu ninyi mnaona, wakati mwingine wingi wala sio sio majibu ya mambo kufanyika kwa, kwa, kwa ubora wake. Kwa hiyo mimi naamini katika uchache wetu tunakwenda kupeleka -tuna ku, tofauti kubwa sana yenye tija ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano, mimi binafsi kama mbunge wa jimbo la Segerea, wananchi wangu wananitegemea sana nipeleke tija, kwa maana wanahitaji maendeleo, wanahitaji sauti yangu isikike mle, mle, mle bungeni, that's what they need. Kwa hiyo nitakwenda kuwapatia ku, nitakwenda hicho kitu ambacho wanakihitaji, lakini kwa maana ya uchachi hiyo uliosema, mambo ya kambi rasmi na ni bungeni Is, is, is an issue yes, lakini inapotokea kwamba haipo kama kama sasa, haimaanishi kwamba kuna mambo ambayo hayataenda. Yataenda kama jinsi ambavyo umeona bunge la 12. Na ndio maana hata wananchi wameweza kutuamini kwamba bunge viti maalum, lakini walivyoona ile tija yangu ya bunge la 12 wamenichagua. Sasa nimekuwa mbunge wa majimbo la Segerea. Limechakaa sana yani limesaulika kwa muda mrefu sana. Tuna shida ya miundo mbinu, jimbo la Segerea kata zote 13 mitaa 61 haipitiki. Kwa hiyo na kwenda kuanza na swala zima la miundo mbinu, hatuna maji safi na salama. Ninyi mnafahamu sera ya serikali inasema kwamba um, inakwenda kumtoa mwanamke ndoo kichwani. Kwenye jimbo la Segerea akina mama hawajatwaliwa ndoo kichwani, na ni kwa sababu ya aina pia ya leadership iliyokuwepo huko nyuma. Kwa hiyo, mimi cha kwanza nakwenda kuhakikisha kwamba wananchi wangu wa jimbo la Segerea wanapata maji safi na salama, kwa maana ile dhana nzima ile sera ya serikali inayosema kwamba mwanamke wa Kitanzania wamemtoa ndoo kichwani kwangu kwenye jimbo langu la Segerea na kwenda kuipa kipaumbele kuhakikisha akina mama wanapata maji safi na salama, hawaendi tena mbali kukinga maji, badala yake wakakae majumbani kwa ajili ya kulea na kutengeneza familia zenye ustawi. Lakini lingine ni uchumi. Jimbo la Segerea wako nyuma sana kwenye swala zima la uchumi, hawajapata ile fursa ya mikopo ya 10% ambayo inatokana na kodi zao na za kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo inakwenda kuinua kiuchumi akina mama, vijana na wenye ulemavu kwa kuhakikisha wanapata ile mikopo ya 10% ambayo haina riba kabisa lakini sambamba na hilo ni masuala ya afya, masuala ya elimu. Kama mko mnanisikiliza, kwenye jimbo langu la Segerea kuna kelele nyingi sana za wazazi kutozwa michango ya mara kwa mara mashuleni, wakati sera inasema kwamba elimu kuanzia darasa la kwanza mpaka form four ni bure, lakini michango, jimbo la Segerea, imekuwa ni mingi. Naenda kuipa kiupa mbele, nikiwa natambua wananchi wangu wa jimbo la Segerea ni, ni watu wa kipato cha chini na cha kati, hawana uwezo wa kutoa kuchanga ile michango ya kila ya kila siku. Kwa maana nyingine, to, make the story short, miundombinu Maji safi na salama, afya na elimu na uchumi kwa wananchi wangu wa Jimbo la Segerea na kwenda kuvipa kipaumbele ndani ya bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.